Katika kipindi cha mwaka wa fedha 2024/25 jeshi lilipokea jumla ya wito wa matukio ya moto 2517 Kati ya kati ya hayo majengo ya serikali yalikuwa ni 33 ambayo ni sawa na asilimia moja nukta tatu ya matukio yote. Ndugu mgeni rasmi, takwimu tajwa ni miongoni mwa sababu za kuandaa semina hii. Majengo thelathini na tatu. Ndugo mgeni rasmi, sisi kama zimamoto tumeona kuwa ni mengi na hivyo tukaona ni vyema tuandae semina hii kusudi leo tusiripoti majengo thelathini na tatu, siku nyingine tena tukaripoti majengo mia Lengo letu tunataka tusikie kwamba hapakuwa na jengo la serikali. Ndugu mgeni rasmi, tunatambua kwamba matukio ya moto na majanga mengine yana athari kubwa za kiuchumi na kijamii. Baadhi ya athari zinazoweza kujitokeza kutokana na matukio ya moto na majanga mengine ni pamoja na vifo, uharibifu wa mali, pamoja na kusitishwa kwa shughuli za kiuchumi ikiwa ni pamoja na huduma za serikali. Ndugu mgeni rasmi, tunafahamu kuwa wakurugenzi waliohudhuria semina hii wana wajibu wa kuhakikisha kuwa wao pamoja na watumishi walio chini chini yao wanapata uelewa wa kutosha kuhusu masuala ya kinga na tahadhari za moto pamoja na uwekaji wa miundombinu ya usalama dhidi ya moto na majanga mengine kwenye ofisi na majengo ya serikali mahala pa kazi. Ndugu mgeni rasmi, licha ya uwepo wa vifaa pamoja na mifumo ya kisasa ya kuzima moto kwenye ofisi na majengo ya serikali, bado mafunzo ya kinga na tahadhari za moto kwa watumishi wa serikali ni muhimu, ili kuwawezesha watumishi hey, kujua namna sahihi ya kutumia vifaa vya kuzima moto. Ndugu mgeni rasmi, naomba niseme kidogo katika hili. Katika kaguzi zetu za majengo ya serikali, ndiyo, yapo majengo ambayo yana vifaa vya kinga na tahadhari ya moto, lakini tulikuja kuona kwamba si watumishi wote wana uwezo, wana ufahamu wa kutumia vile vifaa. Sasa vile vifaa vinakuwepo kwenye jengo kama mapambo, wakati si lengo lake. Hatuwezi kustajabu, kwa sababu watumishi katika wizara au katika jengo la serikali hawajui kutumia vifaa hivyo. Janga likitokea, badala ya kutumia vifaa, basi watakuwa wa kwanza kwanza kukimbia. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba ni muhimu kwa watumishi kujua namna sahihi ya kutumia vifaa vya kuzima moto. B. kujua njia salama na mbinu za kujiokoa pindi yanapotokea matukio ya moto na majanga mengine. Che. kuwa na utamaduni wa kujali usalama mahala pa kazi kila siku. Ndugu mgeni rasmi, nitumie pia nafasi hii kuwashauri washiriki wote wa semina hii kuona umuhimu wa kuwa na programu endelevu za mafunzo ya kinga na tahadhari za moto na majanga mengine kwa watumishi wote wa serikali walio chini yao. Mafunzo hayo yambatane na mazoezi ya vitendo angalau mara moja kwa mwaka ili kuleta tija. Mafunzo yatolewe kuanzia ngazi ya chini hadi ngazi ya juu katika wizara zote. Aidha, wakurugenzi wa utawala na rasilimali watu waliopo hapa wana nafasi kubwa ya kuingiza mafunzo haya katika mipango katika mipango kazi ya wizara. Ndugu mjenzi rasimu, kwa kifupi, jeshi la zimamoto na uokoaji lina majukumu ya kuzima moto kwenye majanga ya moto, kufanya uokoaji, kusoma michoro ya majengo na kisha kutoa ushauri kutoa ushauri wa kinga na tahadhari ya moto na kufanya ukaguzi wa kinga na tahadhari ya moto kwenye majengo na maeneo mengineyo na kutoa elimu kwa umma kwa mujibu wa sheria na kanuni za jeshi la zimamoto na uokoaji. Aidha, majengo serikali nchini ya serikali 438 nchini yalifanyiwa ukaguzi wa kinga na tahadhari ya moto katika kipindi cha mwezi Julai hadi Septemba 2025. Katika ukaguzi huo, jeshi limebaini baadhi ya changamoto zikiwemo: A, majengo kutokidhi viwango vya usalama wa moto kama sheria na kanuni zinavyoeleza. B, majengo ya serikali kujengwa bila kuwasilisha michoro kwa jeshi la zimamoto na uokoaji ili kupata ushauri wa kinga na tahadhari ya moto. Che, wizara ya kutotenga bajeti kwa ajili ya ukarabati wa vifaa na mifumo ya kumamua na kuzima moto. De, miradi ya serikali hukabidhiwa pasipo jeshi kushirikishwa kwa ajili ya kufanya majaribio ya vifaa na mifumo ya kuzima moto iliyosimikwa kwenye majengo hayo. Ndugu mgeni rasmi, Jeshi la zima moto na uokoaji pia linashiriki kikamilifu katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimkakati katika kuhakikisha usalama kwenye miradi kwa kutoa ushauri wa, wa kitaalamu wa kinga na tahadhari ya moto na majanga mengine. Baadhi ya miradi hiyo, ndugu mgeni rasmi, ni pamoja na ujenzi wa mji wa serikali Mtumba, jijini Dodoma, ujenzi wa bwawa la kufua umeme la Mwalimu Nyerere, ujenzi wa reli ya standard gauge, Ujenzi wa mradi wa kituo cha kufua umeme cha Rusumo katika wilaya Ngara mkoani Kagera, ujenzi wa bomba la mafuta kutoka Hoima nchini Uganda hadi Chongoreani mkoani Tanga na ujenzi wa kiwanda, kiwanja cha ndege ya Msalato jijini Dodoma na upanuzi wa viwanja vingine vya ndege unaoendelea kote nchini. Ndogo rasmi Naomba kutoa shukrani za jeshi la zimamoto na uokoaji kwako kwa jinsi wewe na ofisi yako ulivyo karibu na jeshi la zimamoto katika matukio ya majanga mbalimbali ambayo yamewahi kutokea hapa nchini. Tunafahamu jukumu la usimamizi wa maafa kitaifa lipo chini ya ofisi yako, Waziri Mkuu, lakini mheshimiwa mgeni rasmi umekuwa ukishirikiana nasi kwa zaidi ya kuwa msimamizi. Tunakushukuru sana. Ndugu <laughs> mgeni rasmi, nihitimishe taarifa yangu kwa kusisitiza kwamba jukumu la kuhakikisha usalama wa ofisi na majengo ya serikali ni letu sote, kwani kidole kimoja hakivunji chawa. Kama tukiungana pamoja na kuweka mkazo kwenye mafunzo kinga na tahadhari ya moto kwa watumishi wa serikali, ukaguzi wa mara kwa mara kwenye ofisi na majengo ya serikali na kutekeleza kwa vitendo ushauri unaotolewa na jeshi la zimamoto na uokoaji, tutaweza kuzuia matukio meni.